Plan Hebo Clinic suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Lakini si hivyo tu, bali vyama vya Ukawa hatuingiliani katika kugombea kwenye kata. Kama ambavyo tumefanikisha kwenye urais, tufanikishe hivyo kwenye udiwani, na tunatoa mwito kwa viongozi wetu kutoa mwito, wakati wakisubiri waraka huu na majadiliano ya waraka yakiendelea, wakati wakisubiri majina ya wabunge na mawasiliano yakiendelea, katika kipindi hiki tunatambua kwamba katika ngazi ya urais, kwa kuwa tulishalimaliza hili kuanzia kesho, mgombea urais na mgombea mwenza wanaanza kukusanya wadhamini, kwa kuanzia na mkoa wa Mbeya. Kwa katika maeneo ambayo wadhamini wanakwenda kukusanywa, viongozi wote wa UKAWA watoe shirikiano juu ya, ya jambo hili la pamoja. Lakini katika maeneo ambayo udhamini hauanzi kesho, kuanzia leo, kesho na kuendelea maeneo yote yenye uhakiki wa wapiga kura, wakati madiwani wetu wakisubiri kufikia hitimisho, wakati wabunge wetu wakisubiri na taratibu nyingine, maeneo yote yenye uhakiki wa wapiga kura, vyama vya Ukawa kila kimoja kimoja, na pale inapowezekana kwa ushirikiano, washiriki kuhakiki, kwa sababu dalili zinazoonyesha mpaka sasa kwa uhakiki unaoendelea, na hili tutaijadili na viongozi wa ukawa kwa kina na pengine tutaweka msimamo wa pamoja. Dalili zinaonyesha hali ni tete. Watu wengi waliandikishwa katika hatua ya uandikishaji, wakapewa kadi lakini katika hatua ya uhakiki, wakienda kwenye vituo hawakuti majina yao. Tafsiri ni kwamba hii BVR sasa inataka kutumika kufanya maandalizi ya kufunga bao la mkono kwenye uandikishaji kwa kuwaondoa wapiga kura halali ambao walikwishaandikishwa wakapewa kadi za mpiga kura, lakini wakifika kwenye uhakiki hawayakuti majina yao. Na mna, wanahabari, mnafahamu tuko kwenye mzozo mkubwa na tume juu ya vyombo vya dola eh, maagizo yaliyotolewa kwa polisi, kwa usalama wa taifa, kwa wanajeshi kuandikisha kadi za wapiga kura, na tunafahamu juu ya, yanayoendelea nyuma ya pazia, sisemi kuandikisha wapiga kura. Sasa kama yanatokea ya kuandikisha ya, nambari za wapiga kura wakati huo kwenye uhakiki watu wa, wa, wanaounga mkono ukawa na wananchi wengine hawaoni majina yao, lakini kadi za mpiga kura wanayo. Hakika hii ni jambo inayohitaji mjadala mpana. Leo mkazo huko kwenye jambo la udiwani, lakini tunatoa mwito kwa viongozi wetu wote kote kufuatilia hili jambo kwa karibu, na sisi katika ukawa tutaitafakari kwa pamoja na hatimaye tutatoa msimamo wa pamoja juu ya mwelekeo. Lakini kwa leo tumewaita kwa zoezi hizi la kusaini, na ndiyo tutakalofanya hivi sasa. upate picha tu tukiwa tamko. E, tunataka kuzungumza na nyie kwa leo kwa mambo mengi, lakini tuna tuna jambo moja tu la msingi kwa ajili ya zoezi letu hili la kusaini makubaliano zoezi hili ni pigo kwa watawala. Wakati tunaanzisha jambo linaitwa ukawa pale Dodoma, wabunge wetu walivyojitoa kwa ajili ya katiba ya wananchi, sisi walifikiri tunatishia, wakaanza kutuzomea, wakasema ni zao wao, tunawajua wanatishia. Lakini kwa sababu tulisimama kwa ajili ya wananchi, tukaendelea kutengeneza mshikamano tukaja sasa ushirikiano katika chaguzi, tukawa na kamati zetu, tukawa na TC tukawa na UTT tukawa na kamati ya summit ya UKAWA ya viongozi waandamizi wa UKAWA, tukafanya kazi kubwa. Lakini kuna viongozi wa tawala vyama chama tawala walitubeza, wakasema hao tunawafukia kabla ya mwezi wa tatu, tutawachimbia kaburi moja yale yote yalikuwa ni mambo ya kuwakatisha wananchi tamaa. Hapa tulipofikia leo, tumetoka huko kwenye changamoto za, za vijiji serikali za, serikali za mitaa, tukamaliza, tukaja katika wabunge. Tumebakia nafasi ndogo sana za kumalizia swala la wabunge. Leo tuko na madiwani. Zoezi tunalishusha chini kwa wananchi, kuonyesha tulichokuwa tunasimamia. Wao wananchi, maamuzi yako kwao kule chini, huku juu kazi yetu ni kusimamia kwa hiyo, hili tukio la leo la kukubaliana kusaini makubaliano haya ni pigo kwa watawala. Hawatakuwa na sifa, hawatakuwa na sura nyingine ya kuzungumza wala kubeza swala la mgombea urais. Tumeshaliweza, ambalo ndio lilikuwa ngumu, lilikuwa na vikwazo, lilikuwa na majungu, lilikuwa na fitina kutoka kwa watawala, ulikuwa na mpango wa kutugawa lakini mpaka sasa hatua ilipofikia wanahema wanashindwa jinsi ya kutugawa, kwa sababu tayari tumesimama. Ukawa kama Ukawa ni sasa, ni Ikulu. Waandishi mjue, mtakuwa na wizara ya habari mpya ya Ukawa itakie simamia majukumu yenu, kutetea haki zenu kama waandishi wa habari au vyombo vya habari. Kulikoni sasa hizi sheria zinazotengenezwa ili kuwa limit kuwafunga kuwa midomo msizungumze lile ambalo linawagusa raia, linagusa taifa leni kwa ajili ya ukombozi. Sasa nataka nihitimishe kwa kusema aruta kontinua. Kwa hili tumeshinda, wajipange kwa lingine, na tuna taarifa mbalimbali tunazisikia kutoka tume. Tume iliyokuwepo ni tume ajila ya watawala haifanyi kazi vizuri kwa ufanisi . Kuna taratibu ambazo tumezipata kutoka intelligence ya zetu za habari katika UKAWA kuwa tu kuna viongozi wanatumia nafasi zao kuwadanganya au kuchukua nafasi kuwadanganya wafanyakazi wao katika wizara mbalimbali, polisi na maeneo mengine, kuchukua zile shahada za wapiga kula, sijui wanasili nazo gani. Na ili tamko nafikiri nitamka wiki ya jana tume mpaka sasa hivi hawajalifanyia kazi wala hawajajibu, lakini lazima wafahamu tume, kana kwamba tume nyingi katika Afrika, Bwana Lububa amesimamia tume, amesimamia South Africa, amekwenda Zimbabwe, amekwenda maeneo mbalimbali, amekwenda ameona, kama tume itafanya kazi ya kuwalinda wat, wat, watawala wa sisi, ukawa hatutaki kwenda Ikulu kwa damu ya Watanzania, tunataka kufika Ikulu kwa kupiga kura. Tunamwomba mzee wetu Bwana Lubuva alisimamie hili. Ni angalizo kwake lisimletee shida, tunataka apumzike vizuri sababu shida yetu sisi ni demokrasi na kushinda. Tunaamini Ukawa ni kipigo la CCM na ndio mwisho wao, hawatakuwa na nafasi tena ya kuweza kubaki katika madaraka. Nasema asanteni sana, sina zaidi, ila nataka kuwa kuwa kuwaonya waandishi wa habari, vimbo vyenu sasa visitumike vibaya, visitumike vibaya kuharibu eh, ile demokrasia ambayo tunaitegemea. Kuna chombo cha habari kimeandika kule nani kule, e, Mtwara, tofauti na tulivyo tulivyomuuliza mwenyekiti wetu, kana kwamba NLD wametoka Ukawa. NLD hajatoka Ukawa, na mwenyekiti wetu tumemuuliza, amekanusha na tayari nimemtuma nimeshatuma maafisa wangu kwenda kwenye vyombo vya habari baadhi kwenda kuelezea hili sala kukanusha, na na kanusha mbele yenu, kana kwamba hii ni propaganda ya watawala kutaka kutugawa, lakini Ukawa haitagawanyika kwa NLD kwa sababu NLD bado iko, iko imara ndani ya Ukawa na Ukawa iko imara kama tulivyokuwa wanne. Hili ni angalizo ambayo nimewapa vyombo vya habari. Ndugu zangu, tusitumike tusitumike vibaya. Asanteni sana. Kama alivyosema katibu mkuu wa NLD, hii ni hatua muhimu sana. Aa, nchi mbalimbali mbali, vyama mbalimbali mbali, mashirika mbalimbali mbali, mataifa mbalimbali yamekuwa yakifikia ya makubaliano, hiyo huwa ni hatua muhimu sana lakini ipo hatua nyingine ya muhimu ya pili katika makubaliano, ambayo huwa ni kuheshimu makubaliano. Mnafahamu watu wengi sana au uh, pande tofauti zinazokinzana katika mataifa mbalimbali mbali zimekuwa zikisaini makubaliano lakini wanashindwa kuheshimu makubaliano hayo. Niwaombe viongozi wenzangu wanaowawakilisha wa vyama vyao hapa, kwa hiyo kwamba tunayo changamoto hiyo, pamoja na kwamba tumefikia haya makubaliano lakini tuna wajibu mkubwa sana na ambao ni changamoto kubwa sana ya kuheshimu makubaliano hayo. Napenda niwahakikishie wote kwa niaba ya NCCR kwamba sisi mwanzo mwisho tutaheshimu haya makubaliano na kamwe hatutayakiuka. Nitumie fursa hii kuwaomba wanachama wetu wote wa NCCR na wanachama wa vyama vyote vinavyounda UKAWA kwamba watupe ushirikiano katika kuhakikisha kwamba haya makubaliano tunayaheshimu. Tunafahamu wapo wengi ambao walikuwa wametia nia kugombea udiwani na pengine hata kugombea ubunge watakapopata uh, uh, waraka wa makubaliano ma haya, huenda wawe, wawe na kinyongo, wawe na jambo lolote ambalo linasema kwamba kwa nini haikuwa hivi na kwa nini haikuwa hivi. E, nitawaomba sana na kuwasihi sana kwamba kwa, kwa faida ya ukawa na kwa maslahi mapana ya taifa, kila mmoja wao aheshimu makubaliano haya. Tunafanya hili kwa nia njema ya kulisaidia taifa letu na kuna mwenzangu hapa amedokeza juu ya swala la jinsi tulivyoweza kukubaliana kuhusu kugombea uh, kuwa na mgombea mmoja wa urais. E, nilidokeze hili kidogo uh, wenzangu, kama mnavyofahamu, hata mimi nilikuwa miongoni mwa wale waliotia nia kwamba ningegombea urais, lakini nimeheshimu makubaliano ya Ukawa ambayo yamepelekea tukawa na mheshimiwa Edward Ngoyai Lowasa kama mgombea urais kupitia chama cha Chadema, ndio lakini anayebeba bendera ya ukawa. Kwa hiyo nitangaze rasmi kwamba hata mimi ninayaheshimu na nitahakikisha kwamba makubaliano hayo ninayalinda na pale penye maagizo ya nini cha kufanya ili ma, ma, makubaliano hayo yaweze kusonga mbele na hatimaye tuufikie ushindi ifikapo Oktoba uh, tarehe ishirini na tano tupige kura tukijua kwamba tunaenda kumchagua rais aliyeshinda ya tayari uh, hata mimi nitakuwa na ushirikiano usiotiliwa shaka. Uh, niseme pia kwamba um, waandishi wa habari uh, sisi tuko ndani ya Ukawa kama viongozi lakini Ukawa ni zaidi ya viongozi, kuna wanachama wanaounda vyama vyetu hivi vinne na Ukawa ni zaidi ya viongozi na wanachama, kuna wafuasi wengi, wapenzi wengi wa Ukawa, wale ambao wamesubiri kwa miaka mingi kupata katiba ambayo wameisema wao wenyewe, wale ambao wamesubiri kwa miaka mingi kumpata kiongozi yule wanayemtaka. Sasa sisi ndani ya UKAWA kama viongozi ni sharti tusikilize wananchi wanataka nini. Ni sharti tuheshimu wananchi wanachokitaka, na kile walichokitaka ndicho tunachowapatia. Kwa hiyo kupitia kusaini nyaraka kama hizi ni mwendelezo tu wa kuheshimu Watanzania wanataka nini na kwa kuwa hicho ndicho watanzania walichokitaka. Watanzania wanataka pia uchumi ulio imara. Watanzania wanataka kuondokana na umaskini. Watanzania wanataka kuona amani ikidumishwa katika nchi yao. Watanzania wanataka kuona uchumi wa nchi yao ukiwa mikononi mwao, wakitumia rasilimali tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu, kuliondoa taifa katika aibu. Hicho ndicho UKAWA ambacho unaenda kuwapa. Kwa hiyo waendelee kutuunga mkono, tusimame pamoja na kuhakikisha kwamba azma hiyo ya kuifanya Tanzania iwe njema inatimilika. Baada ya kusema hayo, na kwa niaba ya viongozi wenzangu, napenda niseme kwamba shughuli iliyotuleta mahali hapa tumeimaliza rasmi. Asanteni kwa kutusikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Ukawa. Asante sana.